Hebu tuone rais wa kwanza wa jamhuri ya muungano wa Tanzania, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alitawala kwa miaka ishirini na nne na wakati anamaliza utawala wake, ameacha viwanda 411. na, na tunavyo vinafanya kazi unaweza kuvitaja: Kiltex, Somatex, Muatex, Sungulatex. You can name vyote, viwanja vilikuwa vinafanya viwanda vinafanya kazi Amekuja mheshimiwa rais wetu wa awamu ya pili, kama alivyosema mheshimiwa Nape, aliimprove baadhi ya mambo, lakini hakuendelea na wazo la viwanda, palikuwa kimya. Akaingia rais wa tatu, viwanda vile vile vilivyoachwa vili na Mwalimu, baadaye ya kuviendeleza akaanza kuvibinafisisha, vikauzwa vyote vikaondoka. Kwa hiyo hakuna muunganiko kati ya rijimu ya kwanza na rijimu ya tatu. Tutakesha kama hakuna muunganiko huu, mheshimiwa naibu Spika, lakini haikutosha Amekuja rais wa tatu ambaye mheshimiwa Mkapa, rais wa nne mheshimiwa Jakaya Mlisho Kikwete, ambaye hatumwoni anashughulika na viwanda hata kidogo, tunamwona anashughulika na mambo mengine. Tunamwona rais anayefuata John Pombe Magufuli anasema tena Tanzania ya viwanda, viwanda vile vile ambavyo mzee Mkapa alivibinafisisha na kuviuza, huyu tena anasema Tanzania ya viwanda. Hapo ndipo tunaanza kupambana tena kuanza viwanda, wakati viwanda vimebinafisishwa, vimeingia mikononi mwa watu binafsi, nao hawajajenga viwanda bado. Kwa hiyo nikagundua jambo moja ambalo napenda niseme, naibu spika, kila rais aliyeingia madarakani aliperform vizuri, colorful, kwa namna yake. Mwalimu Nyerere aliperform vizuri sana kwa namna yake, Mwinyi aliperform vizuri sana kwa namna yake Mkapa aliperform vizuri sana kwa namna yake. Mheshimiwa Jakaya Kikwete vizuri sana kwa namna yake. Mheshimiwa Magufuli vizuri sana kwa namna yake. Naamini na Samia atafomu vizuri sana kwa namna yake pia. Lakini namna hizi zao kama kila mtu ana namna yake, unategemea nchi itaendeleaje? Kwa sababu kila mtu ana namna yake na namna ya mwingine na namna ya mmoja ni kinyume cha namna ya aliyetoka, tutaendaje kama namna hizi hazifanani? Mheshimiwa Naibu Spika, hii inanipelekea kusema ili tuendelee, tunahitaji agenda ya pamoja ya taifa lote. Kwa namna gani? Mheshimiwa Spika, to define maono ya Tanzania ya miaka 30 ijayo inaweza kuwa miaka 30 au miaka 50 tuwe na vitu ambavyo sisi wa Tanzania tutaviita maendeleo. Sio lazima vitu hivyo viite maendeleo Marekani. Kwa mfano ujenzi wa magorofa si maendeleo kwetu. Tunaweza kusema sisi maendeleo kwetu kila Mtanzania awe na maji, awe na maji salama na safi. Tunaweza kusema maendeleo kwetu na Mtanzania mwenye uwezo wa kusoma shule asome chuo kikuu na amalize, asiopo sio kusoma chuo kikuu. Tunaweza kusema maendeleo kwetu sisi wafanyabiashara wafanye biashara vizuri, tuwe na export. Tunaweza kuta, kutafasiri maendeleo tunayoita maendeleo katika nchi ya Tanzania, na tukaacha kutafasiri maendeleo kupitia kutumia jukwaa la Wamarekani au la watu wa Ulaya, tukaamua kuwa na miaka hamsini ya kile ambacho sisi tunaamua kukiachieve kama maendeleo ya taifa letu. Na sasa kila rais anayeingia madarakani anaingia kutimiza kwa namna yake na kwa sarakasi yake vile vitu ambavyo sisi tumevitafsiri kama maendeleo, anatutimizia kwa namna yake. Kama hatutafanya hivi, tuna hatari, tuna hatari kwa sababu katiba yetu inampa nafasi kila rais anayeingia madarakani kwa namna yake kwa hekima yake na kwa namna anavyotafasiri yeye maendeleo awaletee maendeleo wa Tanzania, na siku moja tutakapopata rais ambayo hayuko sawa sawa, tutaishia kulia. Mheshimiwa Naibu Spika, ni ombi langu sasa kwa dakika chache hizi. Mheshimiwa Naibu Spika, naomba ikiwa ni nia yetu ambayo najua ni nia yetu, tuendelee tuwe na vision ya miaka hamsini ya taifa, na hii vision tuitafasiri, tuseme vision yetu, kila mtu apate maji kila nyumba iwe na umeme, asipatikane mtanzania anayekaa kwenye nyumba ya majani. K to define vision yetu. Alafu tunasema inapoingia regime, anapoingia rais, lazima ilani ya chama chake izungumze mambo ambayo sisi tumejiwekea kama maono ya Tanzania. Nikupe mfano, patakapotokea rais akaanza kufanya mambo yake ambayo hayako ndani ya ilani kuna mtu wa kumuuliza hapa mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na amiri jeshi mkuu kwamba hutakii kufanya hayo hayupo. Lakini tutakapokuwa na vision ambayo imewekwa kwamba tunahitaji kuachivu mambo kadha wa kadha, na kila rijimu inapoingia iwe ya kijani, iwe ya buruu, iwe ya namna yoyote utatimiza yale ambayo sisi tumejiwekea kama maendeleo kwetu na maono ya taifa letu, natafuta na sarakasi zako, ama kwa ukali, ama kwa nguvu, ama kwa namna yoyote, ili mradi yale maono tuliyojiwekea kama taifa yatokee kwa